taka nimalize na kitu kimoja ila kama nitakuwa nimekukwaza kwa hili, Uliza uliza tu. Uliza tu. Uliza tu. Kama nitakuwa nimekukwaza kwa hili. Wewe shaka na mimi. E, bwana, shabiki wa Simba jana nimeona akifanya interview. Mchome hmm. akutaka kuweka bayana lakini zilikuwa taarifa ya kwamba wewe pamoja na yeye mlikamatwa kwa pamoja, lakini baadaye tukakuona ameachika, shida haikujulikana hmm. Scenario tu kwa kifupi, ilikuwa anikweli tulikamatwa maeneo ya Magomeni yeye yeah, alikuwa na kesi mm, eh, na, na, na, na sikuwa na kesi yeah. Na mimi nifanye biashara, nitumie dashboard yako nione impression yako. Nikawa nimemtumia dashboard yangu mimi ya Instagram, inasoma nafuatilia watu na milioni 95 kwa mwezi mmoja Dr. Mo pale Instagram underscore na fuatilia zaidi ya milioni 95 na tano, nikamtumia ah, mbona impression kubwa sana ndio hivyo. Nataka a nataka tangazo la na maji sawa, tangazo la maji nitakulipa hivi, na, na, na, na, kuwe kuna ubishi fulani na mtu ambaye amwelewani, umeelewa mchezo wa ubishi, msh wa siku poza zao kwa kinywaji cha maji ya kunywa safi na salama kutoka kampuni hii hapa, ili maji haya yaende, kwa sababu Dar es Salaam sasa kuna joto, wa influence watu wafanyaje, wanywe maji. Nikasema sawa, biashara nzuri, tukakubaliana malipo, akalipa nauli, yani hela ya uwezeshaji wa kufika kwenye tukio. Akataka ile tukio tufanye mimi na Mchome. Nikamwambia Mchome, Mchome, siwezi kufanya naye kazi kwa sababu adresi yake iko mpya tofauti na kwangu, siwezi kufanya naye kazi au tangazo yote. Akasema hapana, hii nataka tu jambo langu liende kwa mara moja Inaonekana Mchome sio Simba, lakini anafanya anaiponda Simba. Sawa, mimi nikamtafuta Mchome, nikampigia simu, nikamwambia, nikamtumia na nauli hela kabisa kwa simu yake, akapata na akashukuru sana. Siku ile alikuwa na swaumu, akasema nilikuwa na swaumu ya dhuha, akapokea hela fresh. Kesho yake nikampigia asubuhi. Mimi nikafanya arrangement ya waandishi wa habari, nikapewa pesa ya waandishi wa habari, bajeti kwa ajili ya usumbufu wa nauli za waandishi wa habari wa

wakatokea watu ambao walijitambulisha ni usalama kutoka eh, ni, ni, ni, ni jeshi la polisi wakatudaka mimi, pale, gani. Sisi ni maafisa wa polisi, katoa vitambulisho, vitambulisho yeah, tukafungwa tukafungwa pingu pale, tukapandisha na gari, tukaenda mpaka sento. Kufika sento, baada ya kufika kwa mpelezi mkuu, ambaye ndio mhusika makosa yote ya jinai, kutuona akasema huyu hana kesi, imemkamata kimakosa, bali kesi ni huyu mchome. Kwao mimi nikamata kimakosa, nikaomba radhi bwana, samahani bwana, tumemkamata kimakosa, sore, tuko na mhitaji huyu hapa bwana. Nzuri, basi nikapoa vitu vyangu pale, nikaondoka, nikaendelea shughuli zangu zingine, hicho ndicho ambacho kifanya kilichotokea. E, Mchome tayari ametoka kwa maana hiyo mm, tutarajie kuona kazi yenu inaendelea au ilikufa pale pale? Sasa mimi baada ya kutoka pale, ni wa, ni wa fahamisha wale wale wahusika wale wa i pale, kazi bwana, kuna jambo litokea hivi. Sisi wenyewe tumesikia kwa sababu mmoja wa krisha alikuwa pale mm, alikuwa kwenye watukio. Sasa basi, subiri tutawapa taarifa hiyo. Kazi tunaendelea lini, kwa kazi ipo Hajastopisha sipokuwa ni wapa tayari kwa hiyo kadhia ambayo ipaje ilitokea. Kwa hiyo ilikuwa ni issue ya kazi. Sasa hao wanaofikiri mimi nimemchoma, sasa nimchome mchome kwa lipi? Ana nini mimi cha kumchomea? Maisha yake yenyewe Mungu nihurumie! Mimi namchoma kwa kipi? Mimi na deal na matajiri wakubwa, walipe michongo nitengeneze maisha. Si bidili mimi na watu ambao hawawezi kunipa faida. Sasa wewe unachome nalipa shilingi ngapi? Kwa hiyo hizo notion ziondoke. Ni kama vile mimi ndivyo kama watu siku ile pale pale Super Dome Masaki, kwa kitu tunakwenda kuzindua jezi. Nani alinichoma? Si ni kama tai, mimi ni maarufu. Uwepo wangu hapa kila mtu anajua yuko hapa Dr. Moyo. Watu wote wanajua Dr. Moyo yuko wapi. Mimi najiamini mkapa saizi. Kwa hiyo rahisi hata vyombo vya dola kupata taarifa kama kujua Dr. Moyo saizi yuko wapi. Kwa hiyo utasikia mimi nikienda Masaki pale wakati ninashtakiwa na moja ya viongozi wa Simba. Siwezi kumnyooshea mtu kidole kama mtu amenichoma kwa sababu kesi kweli ilikuwepo. Ina maana sasa nisije kama mtu wa kesi ingeisha, ingeishaje? Si lazima ukamatwa kujibu mashtaka, hapana. Umeelewa? Ndo maana siku ile nikachukuliwa mimi nikakamatwa, mikononi nimekaa meza moja na mfeso wa Simba wote, kama nakumbuka. Ndio wale wamekaa kwenye meza, kina GB, kina mchungaji. Wote wamekaa nao kwenye meza moja. Baadaye wote wakaja kufahamu bana, wakaja kupata taarifa bana, ondokeni hapo, yule jamaa ujao kamatwa. Wote wakaniacha pale, nikabaki peke yangu. Bana ameondoka, mimi nikabaki peke yangu hapo. Nikashtuka, hii swali ya kawaida. Hazijapita dakika kumi nikakamatwa. Ah, nimnyoshe kidole nani? Nimnyoshe kidole kwamba nimechomwa na mchungaji? Au nimechomwa nani? Ni kwa sababu kesi isha kuwepo kituo cha polisi. Baada ya kutuona mkuu, akasema Dr. Mo, wewe una shida, hauna kesi wewe, una hati safi ya mashtaka. Yani wewe huna mashtaka yoyote <laughs> wewe kio chako kimesafishika yani, wewe huyu hapa ko akabaki, unataka mimi niende kubaki, nikaachwa, nikaondoka, sababu nilikuwa na ratiba, kuna chanika na nini, kuna hamasa, nikaelekea Chanika. Lakini baada ya kutoka huko asiliana naye nani Mchome, sasa yuko chini ya dola, vyombo, simu zote kutoka jana, baada ya kutoka a, sijampigia, sijampigia maana nazo, sijampigia wala sijawasiana naye. Mimi huwa siwasiana na Mchome, lakini wao watu hamjui mimi nimewasiana na Mchome siku moja, alivyo alivyo post video ambayo alihusisha na mimi, nikampigia simu leo, bwana hii video umeifanya, mimi taletea shida, na mwenyewe takuletea shida, futa hiyo video. Akawa mkaidi. Jamani, mimi na ushahidi wote nimtumie, angalia majibu yake alivyo nani. Kwa hiyo mimi sina sababu zote za msingi za kumchoma eti mtu kama Mchome imtumia hii video. Mona mm. ilikuwa mm. e tarehe saba wapi mm. Novemba akaniambia, kuna nini kwani? Nikamtumia, nikampia, nika wewe unajua fika kuwa jina mm. usihitaji mm. eh, alinishtaki Police Central mm. nikakaa ndani hadi sasa, kesi bado ipo. Leo unakuja tena unanitaja kuwa mimi mm. nimelipwa pesa ili nimchafue huyo mtu bila kuwa na ushahidi wowote mm -hmm. ule juu ya hiki ambacho umekisema mm -hmm. sasa huyo mtu akiona hivi video si ndio, hasira zitampanda maradufu ili anikomoe? mm -hmm. Akamwambia unajua, na unajua <coughs> fika, unaona chomwambia eh, hali yangu mimi siwezi ali, kupambana na mwenye pesa. Yule ni bilionea. Sasa lengo lako ni nini? Wewe kulikuwa kuna haja gani mimi ya kunitaja hapo? Akafanyaje? Akacheka ha, ha, ha. Ntakutetea mahakamani, usijali. Unapuuzi <laughs> wake <laughs> Unaona? Mimi ndio nilimpigia nikamtumia yupo. Na nikampigia akanijibu mambo haya ya kipumbavu. Unaona? Kesi yangu na yako ni sawa tu. Eh, kesi ya mahakama na polisi ni sehemu ya kujidai. Huyo mtu anihusisha na mimi. Utanitengenezea mimi saizi? Mimi siwezi kubishana na matajiri, mimi maisha yangu ni magumu. Unajua maisha yangu mimi ni magumu. Kwao nategemea matajiri, ndio kuna mirija yangu mimi ya kuchota hela ya kula. Sasa nabishaje na tajiri bilionea mimi? Vipi, unakulisha mimi hela? Mimi sio, labda kama tajiri kanipigia hapa, sio tajiri kanipigia hapa. Sasa kama unaikosesha na matajiri mimi, yeye akaona ni sahihi. Mwisho wa siku, sikumpigia tena simu, sikumtafuta. Kwao hata jana mimi nimeshindwa kumtafuta, mchungaji alishaka kumpigia simu. Unaona kichotokea. Kwa hiyo ni mtu ambaye unaweza kumpigia simu kwa wema tu, akakurekodi, au akamwambia ndio shabasa, ah, nipigie anasumbua au kae wapi. Kwa hiyo mimi bila siwezi kumpigia simu, siwezi kumpigia simu. Kwa hiyo vile alivyokamatwa akatoka kila mmoja endelea na maisha. Eh, mimi siwezi kumpigia simu kwa kweli kwa sababu ni tabia yake mimi najua. Anatafuta kiki kupitia majina ya watu. Na mimi Dr. Ramon ni mshabiki mkubwa sana. Mimi sasa hivi sio mshabiki tu. Mimi ni mwenyekiti wa Tanzania Sports Influencers Mm -hmm. Nchini Tanzania mimi ndio mwenye kiti wao, umeelewa? Mimi mwenye kiti wao wa influencer wa michezo Tanzania ambaye nafahamika kwao. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ni mtu mkubwa sasa, kubishana tu wadogo, mimi nishakuwa sana. Kwa hiyo kuna mwingereza utafutia sababu tu asafishe jina lake, atengeneze jina lake apate followers hivyo. Kwa hiyo vitu vingine sitaki kuvijibu sana au kujeleza sana. Hebu nikuulize kitu kimoja mimi -hmm. nafahamu ulishakwenda Central, eh? Hivi ukiingia ndani na ukitoka nje, kuna vitu huwa vinapungua, tutarajie kwa Mchome vitapungua kabisa. <laughs> Vita... Mimi naambia Upele... ukiingia bila kuguswa. Mule ndani ukiingia na, shita... na na shtaka lako. Kwa mfano mimi sija kuguswa hata kibao kwa sababu mimi nafahamika hmm, na shtaka langu mimi lilikuwa sio la kupi... paka niguswe hmm, kituo kizima cha Central anijua. Hmm. Yaani, sento nzima mpaka kamanda mlilo wa kamanda. Kwa hiyo mule unajua, polisi ukitii mm -hmm. sheria bila shuruti shruti mm -hmm. hakutaki kupiga kibao, kwa sababu wanafuata utaratibu wao tu mm -hmm. wanakuchukua maelezo, wapo ushirikiano, ila ukitaka kujifaa wewe, ni mbishi mm -hmm. ukitaka kugoma kugaliza kujifaa, unajua sana, hapo ndio utapochezea, ndio ambao unaona mtu ana mm -hmm. eh, ndio polisi, lakini ukiwa kama mimi Dr. Mo mm -hmm. kwa sababu mimi najiamini, hakuna kesi ambayo utashakinao polisi mimi nisije nikaifanikiwa, sababu najua mwisho wa siku itaisha salama, sababu mimi sijaua hizo. Mm. ni kesi za kawaida ambazo za za kutafiana na mtu hizo. Mm. ni kesi ambazo mimi najua lazima nitatoka tu salama, kwa sababu sijaua. Kwa hiyo hakuna haja ya kuanza kumbishia askari, kufanyaje? Kwa kumjua ni kutoa ushirikiano positive, maelezo ya, ya nyoke. Mm. umwelezee alivyokuwa, ili wao wafikie tamati ya chitaka lao. Kwa hiyo ile ngoma itapungua, eh vile alivyokuwa anazungumza. Mpekeni mike. Shukrani, shukrani.